Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nawapenda sana wafuatiliaji wa masomo yani, akaunti yangu ni Maalim Jailani. Mimi si shaji kuwapa vitu mimi nafikiri hii dawa siongeni sana kufundisha ila kwa sababu nimeongezea na vitu. Hii dawa ni bonge la dawa, yani bonge la dawa. Ukisema bonge la dawa, hii ndio dawa ya mahaba. Yani kama wewe mwanadada, mwanamama, unataka upendo, umteke mtu akupende, mtu akupe maisha, akupe pesa. So mwanaume anapokea mshahara milioni ishirini, alafu anakupa shilingi elfu kumi na tano. Hiyo dharau si balaa. Eh, mwanadada unataka ndoa, uolewe upendwe na watu na wewe. Eh, wewe unataka enda kuomba kazi. Eh, kila siku unasumbuliwa tu na vitu vyako, unaambiwa njoo kesho, njoo kesho, njoo kesho. Una mvuto, hii ndio dawa ya nsamba, dawa ya mvuto, hii ndio babanirwa. Imechanganywa humu ndani, nimewekwa gwagwa humu, nimeweka msekela humu ndani, nimeweka kalungubale humu, nimeweka izunya humu, nimeweka mkumbula, yani hata kama kuna watu wamekusahau watakukumbuka. Humu nimeweka jiroto, yani kama kuna mtu ameondoka, unataka huyo mtu mlipue akuote, akuwa Zee, yani hii dawa inaingia kila sehemu mahaba ya kupendwa, lakini pia hata ya kuvuta. Kama unahitaji kuvuta wateja, kurudisha watu wako wa zamani wa maana, iwezekana kuna watu walikuwa wanakupa pesa, walikuwa wanakupa maisha, ila sasa hivi watu hao hawana mawasiliano na wewe. Sasa hii ndiyo dawa eh, hii ndiyo babanirwa, dawa ya kugombaniwa, dawa ya mapenzi eh, dawa ya kumfanya mtu akupende akupe pesa akupe maisha wenzako wanajengewa majumba, wenzako wanaolewa na watu wa maana, lakini wewe maisha yako imekuwa hivyo hivyo, huna mbele, huna nyuma. Chukueni dawa za nsamba, hizi ndio dawa za nsamba. Maalim Jailani nawapeni dawa za nsamba, dawa zimeandaliwa. Yaani dawa hizi ukihitajia kokote ulipo huko, ndani ya nchi ama nje ya nchi, unapewa dawa, unatumiwa dawa. Tumieni dawa za nsamba muone habari zake. Unalia mapenzi, mapenzi unateswa na mapenzi, mapenzi, tumia dawa eh, chukua dawa eti sijui nimetumia dawa amna, sijui ni na nini, situmia hii dawa, huone ababanirwa, huone habari zake, utapendwa utagombaniwa na watu, mujarabu sana.